o unasema, ah, kumbe wanga nao sio shida. Shida huenda inakuwa ukimaliza kuula wanga unafanya nini? Jamani, bwana asifiwe. <laughs> Sana tusiambizane tu tushedia usile wanga kabisa. Na mimi nataka niwaambie leo, siku ya kwanza uenda kesho, usije na usipokuja, shauri yako. Hii semina mimi nimejisomea kwa hiyo unatakiwa usikilize, utulie. Mimi nataka niwaambie kabisa wale wanaume ambao umeacha wanga kabisa wanaume, umeacha wanga kabisa, wanga, unakula mchicha tu wewe mwanaume wewe, yaani mwanaume kabisa ana, yuko ana, ana, ana mke wake pale nyumbani. Nawambia sasa, sikilizeni, alafu umeacha wanga wote kabisa, unakula mchicha tu, mchicha tu, mwezi mzima wewe mwanaume wewe tutakuja tuanze kukushauri. Kuna vyakula vya kujenga mwili, kuna vyakula vya kulinda mwili, kuna vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini. Na vyakula vya kutia nguvu na joto mwilini, sana sana tulivyokuwa tunajifunza ile biolojia yetu ya zamani ile, siku hizi wana vigrupu wanasema, vyakula vya nishati. Kwa hiyo vyakula vya nishati wanasema, nishati eh, ni wanga ni protini na ni mafuta. Okay, sawa, lakini vyakula vya vya kutia nguvu na joto ni wanga, hiyo ndio primary. Okay, unaweza ukabadilisha mafuta, nayo yanatia joto, lakini process yake inakuwa ndefu, na protini nayo inaweza ikageuzwa ikatia joto, katia nguvu, lakini process yake lazima tujue wanga unahitajika, lakini kiwango sasa ndio hivyo fa. Ukipiga zile nyingi, lazima uende ukafanye kazi ili uiondoe hiyo. Sio unapika alafu unatoka tu hapo, umeenda kulala. Na zile harusi za usiku wa manane ni mauti, zile harusi za kula usiku wa manane mauti tu, zile saa sita usiku tena watu wanasubiri mesha nani vile, ndio wanaenda wanawapelekea pale, wanaanza kuwachotea wa, unachotea wali. He, kakuku unapewa kale kakuku tena kakipapatio, unapewa kaivi kadogo hivi, ndio wali baadae, unaenda pale, ukifika unakula na wewe umeshachoka, unapiga ah. Ukimaliza hapo unaenda kulala <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> <sighs> mekula saa sita usiku, sijui saa ngapi. Nawatia chu chacho, msiseme ah pendi hata harusi zetu. Mimi sitaki matatizo yenu, mimi siingili kwenye maana. Ninasema tu unakula usiku wa manane sana, tena unakula mawanga usiku saa sita, ndio unakuja umekula. Afya haiwezi kwenda, afya lazima ilindwe. Kwani ukienda tu kwenye harusi ukakataa kula ukataka kula asubuhi kuna shida yoyote? Hey, na pale kwenye harusi ndio shida kweli unapata hadi unapata hadi na nani stress. Kwanza chakula chenyewe unaweza ukapata stress. Unaenda pale kwenye buffet. Ukienda kwenye buffet, unafika kule kwenye wali, unaambiwa pakua tu, unajaziwa, tukuongeze, unaongeza, unaongeza. Ukifika sasa kwenye sehemu ambayo labda upate vitu <laughs> unaangalia, unasema sasa, ukirudi, twende mbele, tusonge mbele nakula vitu usivyolazimishwa, unakula vitu ambavyo, yaani, sijui vitu vya namna gani. Kula nyumbani, kula vizuri, na uwe unakula unakula kwa kujenga mwili.